Nikaona nije kama mzazi, nije niwasikilize. Kitu cha kwanza, na naomba niwaapishie ulinzi na usalama wetu, naomba msihofu jambo lolote. Tunataka kujua kile mlichoitiwa ndicho mnachokipata, tunataka kujua matarajio yenu nilizaliwa mwaka fulani, nimesoma sehemu fulani, nimetokea mahali fulani, fulani ndio aliyeniita hapa, si ndio? Utaje mtu aliye kuleta au aliyekuambia au alikushawishi kuja hapa, si ndio oh? Unatakiwa umtaje majina yake yote, fulani fulani alishawishi kuja hapa, ni si ndio? Nataka kujua je, mna maseana wazazi wenu, je, wazazi wenu wanajua